Haleluya, haleluya! Mtu mm, wa Mungu, mahali popote ulipo Saa zimeenda muda umeenda mwezi imeenda, na tumekaribia sasa kongamano kubwa kabisa litakalofanyika tarehe ya ishirini na tisa ya mwezi wa kumi na moja katika viwanja vya magereza vilivyoko Arusha hapa jijini Arusha. Tafadhali tunaomba tukualike tena kwenye kongamano hili kubwa. Wako watu wameteswa na malikia wa mbinguni, amesababisha maisha ya watu akawa duni, amesababisha mateso kwenye maisha ya watu. Tunatamani siku hiyo iwe ni mwisho. Uwe umedhamiria kabisa kusema kuteso au mateso ya malikia wa mbinguni ya tosha, au sasa basi ni wakati wa kusema basi. Na mimi ninaamini ya kwamba tunapoenda kukutana pamoja, maadamu ni Mungu ametuita kwa pamoja, ili kutufungua kwenye vifungo vya aina mbalimbali, kututoa kwenye madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kikabila na kadhalika, njo hamua kutoka kwenye hizo so madhabahu. Na mimi nataka nikuhakikishie utakapokanyega katika viwanja, Mungu anaenda kutenda jam ambo lisilokuwa la kawaida katika maisha yako usikubali kuonewa tena usikubali kuwa mtumwa tena kati ya vitu ambavyo Mungu amekuja kuvifanya duniani ni watu wake kuwa huru ndio maana hata alipoenda kule Misri anataka watoto wake watu wasio watumwa tena na usikubali kuwa mtumwa wa malikia wa mbinguni njoo pamoja njoo na ndugu yako njoo na jirani yako njoo na wazazi wako njoo na watoto wako tukapambane na huyu malikia wa mbinguni, anayepambana na maisha yako, anayepambana na kesho yako. Hamua kusema niko huru sasa, nitakuwa huru. Mimi nasema nitakuwa huru. Karibu.